Hapo hapo kama una wachezaji wazuri kama Pakome, timu yako ina Max Nzengeli, timu yako ina Jibril Sia, timu yako ina Faisal a, timu yako nyie, mnashangilia nini? timu <coughs> nzuri <coughs> timu yako ni nzuri. Kwa sababu nchi hii hata pale Azam watu wanataka kuangalia mechi kweli hey, si kuangalia yes, kufanywa kuangalia ah, fujo yeah. hey. Kwa sajilini wachezaji wazuri kwa mbili mbili kwa mbili, mbili. Di mbili. <laughs> <laughs> hey. mbili. Hata mimi nimefundisha timu juzi, nimefungwa mechi tatu sijawahi yes, kutaka watu wapigane sasa <laughs> wewe umeshonwa tu mbili unarudi huku mishipa ashingwe na kutoka matokeo yake, sasa wamekwenda kuitengeneza fainali mbovu zaidi katika historia ya kafu Hakujawahi kutokea fainali mbovu kama tuliyoiona siku ya jana. Hivi watu mnafikaje fainali, mechi mbili, dakika 180 80, mnao targeti moja? Aibu. tufanye tufanye tu kwamba leo watu wote hawa hawapo, miaka kumi baadaye, watakiwa msimulie mtoto kwamba hii ilikuwa fainali, alafu anacheki Google, anaona on target ni moja. Akikuuliza ilikuwaje, utaeleza nini? Kwa hiyo niombe, wanayanga, mawazo, mipango na fikra za kutaka kurudisha kizazi futeni, lakini ni kuwa waungwana isapotini timu yenu na ikitokea mechi nyingine ya kimataifa watu wakaja, wapeni nafasi waje wapate burudani. Unajua, ukubwa unakwenda na ustahimilivu, kifungo na stahimili kwa, kwa hii ni ombi Wanayanga, si umeona ndio zimeisha hiyo. E, msi, msiige mifano na kihuni mambo ya kipuuzi, wachieni wapuuzi waendelee nayo, sisi tu focus na mambo ya msingi. Wa mwisho huyu mtangazaji anachanganya huyu. Unajua, wakati mechi natangazwa hii kama mlifuatilia vizuri. Dakika tisini ilikuwa mpira. Baada ya mechi kuisha akavaa maombolezo hivi. Yaani, umeshaangalia msiba ule wa kiongozi alafu kwenye TV mtu anautangaza. Sasa wanaenuka hao sasa ni marehemu ndugu marehemu ambao wanaenuka wanaongozwa na mjomba fulani. Hivyo hivyo kwa mwisho pale kwenye medali. Ndio